Hivi vifaa nilivyovizindua leo nenda mkavitumie kwa makusudi yaliyokusudiwa, tuna excavator pale kwa ajili ya kwenda kuchimba maeneo ya madini, msije mkaenda bwana, mkakodisha kwenda kuchimba mitaro. Hayo sio malengo, vikatumike kwa makusudi yaliyokusudiwa, na makusudi ni kwenda kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo wa, wa madini miko, na sio vinginevyo. Stamiko, endeleeni kutoa taarifa kwa umma na wadau kuhusu mipango yenu ya mara kwa mara na hasa katika kuimarisha shirika lenu na majukumu yenu. Na husisheni majukumu yenu na wachimbaji wa madini na wadau wanaotaka kuingia kwenye sekta hii, ili wajue wanapoingia kwenye sekta ya madini, nini jukumu la STAMICO, nini msaada anaotoa STAMICO kwa wadau wa madini. Fanyeni hiyo kazi. Baada ya kupata maelekezo ya mheshimiwa rais na kwa mujibu wa sheria hii, tuliamua kuisimamia ipasavyo na kushawishi watu kujenga viwanda ndani ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi sasa tuna viwanda nane vya kusafisha dhahabu vilivyoko nchini Tanzania. Tuna viwanda tisa vya kuchakata na kuchenjua madini ya metali ikiwemo shaba pamoja na nickel. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Dodoma vinajengwa viwanda vitano vipya vya kuchenjua madini ya metali ikiwemo shaba Kusudio letu kubwa Mheshimiwa mgeni rasmi ni kwamba badala la kulitoa jiwe la shaba kulipeleka nje ya nchi, hivi sasa ndani ya nchi tena hapa hapa Dodoma una uwezo wa kuchakata jiwe la shaba likatoa copper cathode na kuiongezea thamani jiwe lile na ikawa tumefanya jambo kubwa katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania.